Bwana, kutoka katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji DSJ. Hapa tupo kwa ajili ya kuuliza maswali mawili matatu wanafunzi kuhusiana na kinachoendelea hapa na kwamba tarehe ishirini kutakuwa na mtihani wa hawa wanafunzi ambao wanakwenda kumaliza semesta zao, na hapa nipo na mmoja kati ya wanafunzi ambaye anakwenda kueleza kuhusiana na jinsi gani amejipanga ame kuelekea katika mtihani huo utakao kufanyika tarehe ishirini. Bwana vipi kama kawaida? Freshi. Nyama? Nyama kabisa. Bwana umejipangaje kuelekea katika mtihani ule uliofanyika tarehe 20? Uh, mimi nimejipanga vizuri kabisa, nimeweza kujipanga kwa ajili ya nimesoma sana, nimeingia darasani, nimehudhuria masomo yote na nimewasikiliza walimu jinsi wanavyofundisha. Kwa hiyo vitu vingi nimeweka kichwani. Eh, bwana na upande wa wa Kozweki vipi, umekamilisha au ndio hivyo walimu wanapiga picha? Ndio ninachokisubiri ki, sasa sasa hivi sa, sa, ni kwamba tutakaposainisha Kozweki ndo nitaanza sasa kujipanga kwa ajili ya mtihani, kwa sababu siwezi kusema najipanga kwa ajili ya mtihani, mambo baadaye akaja kuwa magumu kwenye coursework hatimaye mm. Ukaja ukatolewa nje, ukiwa ukiona, chumba cha mtihani ukiwa hujatimiza coursework, unaweza kutolewa nje ya mtihani mm. Kwa hiyo utajisikia vibaya. Kwa hiyo tunabidi kwanza tusubiri kwanza tuweke masuala vizuri kwenye coursework, zikikaa fresh yeah. Tutaingia kwenye mtihani. Sawa sawa, bwana anatoka katika chuo cha uandishi wa habari na mtangazaji DSJ. Hapa tumetembelea kwa ajili ya kuuliza maswali mawili matatu hawa wanafunzi kuhusu jamii yao ambayo Ishirini niwe ni kumbe Ali, usisahau kufollow na kusubscribe la channel yangu ya YouTube.